Hatimaye jambo ambalo likisubiriwa kwa muda baada ya tetesi zake kuzungumzwa kwa kipindi kifupi sana limekamilika. Dimitar Pantev ni kocha mpya wa wekundu wa msimbazi Simba. Hapa kuna vitu vingi ambavyo tunakwenda kuviangalia kwa wakati huu, na miongoni mwa vitu ambavyo tutakwenda kuviangalia ni pamoja na tutegemee kitu gani kutoka kwenye kocha wa wekundu wa msimbazi Simba. Hapa niko na mfumo ambao Uh, tutakwenda kuangalia kwa undani zaidi kwa nini na huu mfumo, kwa sababu nilitangaza mechi ya mchezo wa kwanza wa Ligi ya Mabingwa Afrika kati ya Haboron United dhidi ya Simba, ile mechi ambayo ilipigwa kule Francistown. Kwa hiyo hapa kuna baadhi ya vitu tutakwenda kuangalia, hususan katika eneo la kiuchezaji kwa kile ambacho nimekiona na Simba, watarajie Simba ya aina gani. Lakini kwa haraka kabla ya kwenda kuangalia humu uh, kuna background niliitoa ya kocha huyu Dimitar Pantev lakini kwa wale ambao hawakupata faida kuiona kwa haraka haraka, tunaweza tukapiga msasa juu ya kocha huyu. Kwanza ni kocha mwenye umri wa miaka 49 anatoka Bulgaria, ambaye amefundisha katika maeneo mengi ikiwemo barani Asia, lakini Afrika sehemu ya kwanza ambao alitia timu ilikuwa ni Cameroon kwenye kikosi cha Victoria. Alikaa pale kwa muda mfupi, baadaye akaenda zake Sierra Leone kwenye kikosi cha uh, uh, Jensen Football Club ambayo ipo chini ya Isha Jensen, ambaye alikuwa rais wa shirikisho la soka la, uh, la Sierra Leone pamoja na makamu wa rais wa CAF baadaye, uh, akarudi tena Victoria United. Mwaka elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne akiwa na kikosi cha Victoria United alibeba ubingwa wa ligi kuu ya Cameruni, inaitwa Elite A ligi yao ya Cameruni. Sasa hapo kwenye kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Cameruni kuna kitw hapo, tunaweza tukakizungumzia miongoni mwa element za kuthibitisha kwamba huyu ni kocha mzuri, ni hiyo yani, hiyo ni e, eneo la kwanza. Kwa nini? Ukiangalia ile taifa la Camern, sehemu ambayo inaonekana haina mpira sana ni huu upande wa kusini magharibi mwa taifa ile la Camerun, hususan mji wa Limbe. Limbe ni miongoni mwa miji mashuhuri kwa pale Kamerun. Kwa nini? Kwa sababu ndo ile miji ya jamii uh, Limbe, Limbe wenyewe inaonekana sio eneo la kimpira yaani, upande huu Kamerun tuko ujumla wenyewe wanahisi uh, sio eneo la. Inaonekana eneo lugha ya Kiingereza na vitu vingi kama wanatengwa wana na Kamerun, yani inaonekana kama wanatengwa, na washio kupigana vita ya haya mataifa na uzum... upande huu unaozungumza Kifaransa na upande huu unaozungumza lugha ya Kiingereza, washio kupigana civil war, ingawa sio kubwa kwa kiwango hicho. Sasa huku Limbe ambako inapatikana timu ya Victoria, huyu bwana aliipa ubingwa timu ya Victoria, yani timu ambayo inatokea katika mji wa Limbe ambao unaonekana sio mji wa kimpira, lakini yeye kwa mara ya kwanza timu kutoka Limbe kutoka upande huu imechukua ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon alifanya Dimitar Pantev. Yes. Baada ya hapo uh, akaondoka zake na kwenda kujiunga na kikosi cha Orapa United, timu ambayo iko chini ya mgodi pale Botswana. Na alivyojiunga na Orapa, ilikuwa tayari wana tiketi ya kushiriki Confederation Cup na yeye akaenda kwenye Confederation waliofika huko. Bad luck, hawakufanikiwa uh, uh, kwenda robo finali waliishia hatua ya makundi, kundi lao lilikuwa likiundwa na USM Alger

akawa pale ndani ya Gaborone United na ndani ya kikosi hicho pia aliwezesha miamba hii kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Botswana yes, FNB Premier League. So kwa nini aliingia Botswana? Nilieleza mwanzo kwamba aliingia Botswana kwa sababu Botswana ni taifa ambalo liko karibu na Afrika Kusini na makocha wengi wanakimbilia haya mataifa ya karibu na Afrika Kusini, ili wanaamini, wakiprove katika mataifa haya inakuwa rahisi kupata, uh, kupata ndani ya South Africa, ambako kimsingi ni miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo yanalipa vizuri kabisa. Kwa hiyo hiyo, uh, ndio background kidogo ya huyu kocha. Tukifunga huo ukurasa wa wasifu wake, tukija katika ukurasa wa, wa maono ya Simba kwa kocha huyu, lakini pia tutakwenda kuangalia aina yake ya kiuchezaji. Maono ya Simba kwa kocha huyu, ukiangalia ni kocha ambaye ana CV kubwa kwenye michuano ya kimataifa, lakini leo hii timu nyingi zimeshabadilisha uh, mwelekeo yani. Sasa hivi kuchukua wale makocha ambao tayari alisha prove, alichukua ubingwa mwaka sabini, alichukua ubingwa mwaka tisini, elfu mbili na moja elfu mbili na nane alichukua ubingwa. Watu wametoka huko, sasa hivi mpira umebadilika kutoka ile shepu ya zamani au mifumo ya kizamani na kuja katika mifumo mipya. Total football sasa hivi imetawala. Kwa hiyo uh, asilimia kubwa makocha ambao wanasoko sasa hivi ni wale makocha wapya ambao wanajiintroduce kwa mara ya kwanza katika hizi karia za coaching. Uh, leo hii klabu kama Al Ahli wametoka kumchukua uh, Riveiro kutoka uh, Orlando Pirates. Wala hajawahi kuchukua ubingwa wa CAF, lakini kwa nini alimchukua? Kwa sababu wanataka maarifa mapya mpira wa kileo, walimchukua ingawaje kwa daraja lao waliona hajatosha, wakamwacha. Uh, klabu kubwa kama Raja Kasablanka, miongoni mwa timu zenye hadhi ya nyota tano ni pamoja na Raja Kasablanka. Wamemchukua kocha kama Fadlu Davids ambaye hajawahi kubeba ubingwa wa kaf lakini wamemchukua. Ungefikiria labda kwa klabu hizi labda angechukua kocha mkubwa ambaye kapafom, kawahi kubeba ubingwa wa kaf, na, ma na mazingira kama hayo, lakini hawajafanya hivyo. Uh, tutakumbuka hapa pia Uh, wenyewe wenyewe hawa hawa Wydad waliwe kumchukua Sven van der Broek kutoka Simba na laja i kubeba ubingwa wa CAF, lakini pia walimchukua, mafanikio makubwa alikuwa ni kuwa assistant coach wa Hugo Brooks ndani ya kikosi cha Cameroon mwaka elfu mbili na kumi na saba. Kwa hiyo nadhani hapa itakuwa nimeeleweka kwenye picha kubwa zaidi kwamba makocha ambao wanasoko sasa hivi ni zile uh, ni yale maarifa mapya, ubongo mpya maarifa mapya ambayo uh, yana soko katika soko la usajili, soko la usajili la, la makocha kwa wakati huu. Ndio maana unakuta makocha wengi wa timu nyingi hizi uh, ni wale updated, wale wapya wapya wale makocha muda mrefu wenye soko lao linakuwa dogo, ya usiniulize TP Mazembe tulimrudisha Lamine Ndiaye kwa sababu alitogea ubingwa tu miaka ya nyuma tulimrudisha tena katika kikosi na so far sijui atatumba kwenye mazingira gani. Anyways, uh, hiyo ndio picha ambayo Simba wako nayo. Kwa hiyo yule mtu ambaye anajiuliza maswali kwamba kwa nini Simba amechukua kocha ambaye hana uzoefu mkubwa kimataifa? Kwa sababu uh, tayari uh, njia za mpira zimeisha shifti, zimetoka huko kwenye kuchukua hao makocha na wameingia katika direction nyingine. Ndio maana kuta hata wakina Sad Ramovic wamegombaniwa, Yanga walimchukua lakini baadaye ameenda Kabili, ameni ameenda ameenda Wydad, ni maklabu makubwa hayo. Kwa nini? Kwa sababu na ametokea tu hapo Uh, South Africa hapo TS Galaxy, na amepata matimu makubwa zaidi kwa sababu ya maarifa mapya, a new knowledge. Nadhani hapo nimeeleweka zaidi. Sasa tunakuja katika session nyingine ya uh, Simba na mfumo wa huyu kocha, mfumo wake ambao anaopendelea ni upi na tutarajia kitu cha namna gani? Hapa mimi binafsi nilipata nafasi ya kutangaza mechi moja ya Gaborone United dhidi ya Simba ile ambayo ilichezwa kule Eneo la kwanza ni eneo la kimfumo kwenye mchezo ule. Uh, Simba waliingia na shepu ya walinzi wanne, hiki ndo kikosi chao, hii ndo lineup ambayo nilitumia katika ile mechi ya kutangazia mechi. Huyu ni Anthony Mrigo fullback wa kushoto uh, Shamu Karabwe, Roshan Derek, Shomari Kapombe, hapo katikati kuna Nabi Kamara, kuna Alasane Kante, Jean Charles Ahua, mbele yao hapa kuna Elim Panzu na huku Neo Maema, uh, huku juu kabisa alicheza Selemani Mwalimu au uh, uh, Gomez maarufu hivyo. Sasa hii shape ni four, two, Three, one. Hapa nyuma kuna shepu ya watu wanne, hapa katikati kuna shepu ya watu wawili, hapa hii uh, attacking midfielders kuna shepu ya watu watatu na mshambuliaji mmoja wa mwisho. Huu umekuwa ndio mfumo wa Simba kwa muda mrefu, hivi sasa Fadu Davids kautumia, na hata alipoondoka Selemani Matola ameendelea kuishi katika huu mfumo uh, ukija kwa upande wa Haboroni United wenyewe waliingia na shepu ya watu wanne hapa nyuma uh, wakiwa na viungo watatu hii laini ya viungo watatu alafu alikuwa na washambuliaji na watatu, kwa maana alikuwa anacheza almost na viungo watano, kwa sababu hawa watatu ambao wako hapa, lakini huku mbele kuna kiungo mmoja huyu huku na kiungo mmoja huyu huku kabla ya mshambuliaji wa mwisho ambaye ni Ompile Ramwagi. Huyu ni kijana ambaye alimpanisha kutoka katika timu ya vijana. Teki yangu ni nini? Teki yangu mfumo ambao kocha anautumia ni 433. Huu ndio mfumo ambao anautumia kwa sababu alicheza hivi kwenye mechi ya kwanza, akacheza hivi katika mechi ya pili ambayo alicheza Dar es Salaam. Na huu mfumo ni attacking minded. Miongoni mwa mifumo ya kushambulia ni pamoja na huu. That's why tuliiona Gaborone United ikiwa bora Uh, na ikionyesha upinzani wa kutosha dhidi ya Simba wakiwa wanafunguka katika mechi zao zote mbili ambazo wamecheza, ile iliyochezwa Francis Town na ile iliyochezwa katika uwanja wa Mkapa zote. Haboroni United walifunguka kutaka kumshambulia Simba, yani walikuwa wakipishana na Simba licha ya daraja la ubora wa Simba, lakini kocha Dimitar Pantev alikuwa akipishana nao. Kwanini? Kwa sababu nidhamu ya kujihami ni, ni, ni ya kujihami ni ndogo sana sana, ya kujihami ni ndogo hivyo, uh, alitaka kushambulia kuwa na viungo, na, na wachezaji wengi ambao wana maindi ya kushambulia. Yes, so kama uwezo wa kujilinda hana, anatatenda gora ambaye ndo best defender katika msimu uliopita ligi kuu ya, ya, ya Botswana. Even Kamberipa mmoja wa wachezaji wa Kongwe wachezaji ambao wana experience kubwa alikuwa nao hawa wote wawili, lakini uh, tutarajie kuona Simba ikishifti kuingia katika huu mfumo wa 433 ingawaje kwa asilimia kubwa makocha ambao wanacheza kwenye 4, 2, 3, 1, wanaweza pia kucheza 4, 3, 3. Kwa hiyo Simba anaweza kuendelea na shape yake ya 4, 2, 3, 1, uteuzi wa wachezaji ndio kwa tofauti au aka change shape na kwenda kwenye 4, 3, 3. Ah uh, 4, 3, 3 hapa maana yake nini? Maana yake hii line ya ulinzi yote inabakia lakini hapa katika safu ya viungo hapa hapa ndo panapobadilika. panabadilikaje? Ala sane kante, anaweza kusogea pembeni nabi akasogea pembeni ahwa akaswitch hapo katikati yes. A uh, hapa juu anakuwa na washambuliaji watatu ambao ni hawa hapa, viungo wawili na mmoja mshambuliaji wa mwisho. Sasa kwenye timu yake key player, mchezaji ambaye alikuwa anaonekana anatengeneza mipango mingi, mastermind wa timu ya Haboroni United alikuwa ni Disele Lebohang. Huyu ni ndio captain wao na ni mmoja wa wachezaji wenye experience, ameshawahi kucheza hadi South Africa, huyu Disele Lebohang. Yes, ukiona ukisoma hapo unasoma kama uh, Lebogang lakini ni label hang, hii g inakuwa h, lebo hang. Kwa hiyo huyu ndio mchezaji ambaye alikuwa anaonekana funguo, alikuwa anafanya operation nyingi, alikuwa akishuka nyuma ku support build up na kuunganisha hii safu ya viungo wa ushambuliaji, eneo kubwa la uwanja alikuwa akilifanyia coverage Disele lebo hang. Maana yake ndani ya Simba mchezaji ambaye anaweza kupewa hii role. Kwa asilimia kubwa tutarajia kumwona ni Alassane Kante akitakiwa kuzunguka katika eneo kubwa la uwanja. Maana yake ni nini? Kante, kwa wale ambao limwangalia vizuri, katika mechi dhidi ya Namungo alifanya kazi kama ambayo aliifanya Disele Lebohan, ya kuzunguka katika eneo kubwa la uwanja. Alifanya vitu vingi sahihi katika ile mechi, kitu ambacho na nakidhania moja kwa moja mchezaji ambaye anakwenda kuwa muhimu zaidi mchezaji ambaye anakwenda kuwa tishio zaidi ni Alasane Kante katika kiungo cha Simba au katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Simba. Kwa hiyo tutarajia kumwona Kante akiwa bora zaidi kwa sababu role ambayo Diesel Lebohang Kante anaweza kuifanya, na Diesel Lebohang ndo star wa hii timu, ukimwacha tata yaone kama nyani huyu, tutakuja kumzungumzia huyu ni star zaidi kwa maana ya mafanikio. Huyu ni topo skola mara mbili, elfu mbili kumi na nane alikuwa topo skola huyu wa ligi kuu ya Gaborone ya, ya Botswana, na msimu uliopita pia alikuwa mfungaji bora yeye, akifungana na Jean Luamba ambaye alikuwa ni mshambuliaji wa kimataifa wa DR Congo aliyecheza klabu ya Tafic iliyomaliza nafasi ya pili msimu jana, naye pia ni sta huyu. Amecheza South Africa Chipa United, lakini kwenye majukumu ya timu huyu ndio kila kitu Lebohang. Kwa hiyo hata huku kuna mastaa wao, the like of Elie Mpanzu ni star, Jean Chalet Ahua ni star, lakini Alasane Kante ndo anakwenda kuwa kila kitu katika eneo la midfield la kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi, Simba chini ya Dimitar Pantev. Kwenye eneo la wingers, niliona kikosi hiki kikimtegemea zaidi Tabo Maponda, huyu hapa. Huyu naye kuna stori yake, naye anahusishwa na wekundu wa Msimbazi. Tabo Maponda yuko huku, Tata Yaone Kama Nyane yuko huku, lakini upande huu wa kulia ilikuwa kionekana zaidi. Alpha Velafi ndo alikuwa akisogea zaidi kuja mbele, tatayaone kama nyane muda mwingi utamkuta katika eneo la boksi la wapinzani, lakini winga ambaye alikuwa anatumika kama typical winga ni Tabo Maponda. Huyu ni miongoni mwa wachezaji wake wa kuwatumainia katika mipango yake, ni Tabo Maponda. Kwa hiyo huyu, uh, miongoni mwa silaha zake bora. Sasa ndani ya kikosi cha Simba ana option nyingi, ana Kip Dennis ana Elim Panzu atachagua amtumie yupe katika hiyo option ya kufanya majukumu ambayo alikuwa anayefanya Tabu Maponda ndani ya kikosi cha Gaborone United. Otherwise, naamini Simba wamepata kocha mzuri. Kikubwa ambacho anatakiwa kukifanya ni kuwini, kuwadhibiti wachezaji, na kimsingi, nimefanya research kwa baadhi ya watu kutoka Botswana, wanaeleza ni kocha ambaye amenyoka. Yes, usione ile mitatu ile vipuli seli za nywele nini ukafikiria ni kocha woyahoya? Hapana, wanaeleza kwamba amenyoka, ni miongoni mwa makocha ambao wanataka discipline iliyo uh, kuwa ya kiwango cha juu ndani ya kikosi chake. So huyu ni Dimitar Pantev, tumemzungumzia katika engo mbili tofauti, katika engo nyingi tofauti. Wewe kwa to mtazamo wako unaonaje? Unaona Simba ikifika mbali chini ya Dimitar Pantev au unaona hatoshi? Basi weka comment katika comment section, lakini licha ya yote usisahau ku subscribe. Hii ni Mzinga Sports, mpaka wakati mwingine.